Naam, mfuatiliaji wa Snadareal TV. Mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan wa Snadareal TV, na leo nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya ya Itigi mkoani Singida. Hapa nipo ofisi ya mbunge wa jimbo la Itigi Yohana Msita, na leo tarehe 6 Januari 2026 anasikiliza na kutatua kero mbalimbali mbali za wananchi wa jimbo la Itigi. Ikumbukwe kwamba mbunge huyu wakati akiwania uh, ubunge wa jimbo hili uh, wakati wa kampeni zake aliwaahidi wananchi kwamba atakuwa nao karibu, atasikiliza na kutatua changamoto zake na atakuwa naishi nao na changamoto zao atazipeleka bungeni, na tunaiona hii hali tayari ameshaanza kutekeleza ahadi yake kwa wananchi. Wananchi wamekusanyika kwa wingi katika ofisi yake, lengo ikiwa ni kumweleza na kumwambia changamoto zao pia yeye kuzifanyia kazi ama kuzitafutia ufumbuzi. Hakika jimbo la Itigi uh, limepata mbunge ambaye ni mbunge wa wananchi, mbunge anayetokana na wananchi. Haya yote yamethibitishwa na wananchi ambao nimefanya nao mahojiano, na kusiende kufuatilia Snadare TV kwa ajili ya kupata update mbalimbali kuhusiana na tukio hili adhimu katika jimbo hili la Itigi, ambapo wananchi uh, wamempongeza na kumsifu mbunge wao kwamba tangu wamechaguliwa ni mapema mno, ameanza kusikiliza na kutatua changamoto zao. Mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan kutoka hapa uh, jimbo la Itigi uh, mkoani Singida asante. Naam, mfuatiliaji wa SNADA TV wali gani? leo hii tuko hapa halmashauri ya wilaya ya Itigi na hapa tupo katika ofisi, na, uh, ofisi ya mbunge wa jimbo la Itigi Yohana uh, Msita uh, lengo letu ni kukuletea update mbalimbali mbali ambapo mbunge wa jimbo hili anasikiliza kero na kutatua a, changamoto mbalimbali mbali za wananchi katika ofisi yake. A, na hapa nipo na mwananchi ambaye amejitokeza katika ofisi hii ya mbunge na amesikilizwa a, kero yake na atajitambulisha jina lake na kisha tutaendelea. Ah, mambo vipi? Kwema kaka? Eh, kwema. Unaendeleaje? Namshukuru Mungu. Habari ya wewe? Salama, heri ya mwaka mpya njema. Habari ya wewe ndugu yangu? Salama. Ah, jina lako ni nani? Kwa majina naitwa Agustino Charles. naam. eh, jina maarufu naitwa Angola muuzamaji. okay, Angola muuzamaji, leo hii huko ofisi ya mbunge wa jimbo la Itigi, labda unaweza ukatuelezea, ah, nini madhumuni yako ya kufika katika ofisi hii E, kiukweli namshukuru Mungu mpaka ametufikisha hapa no. Kiukweli mimi nimekuja na nimeingia ndani na nimetoa kero yangu, na mheshimiwa kanisikiliza na kanisikiliza zaidi zaidi, na nilivyokuwa nazania kanisikiliza zaidi, na Mungu tuendelea kumbariki. Uh, unaonaje hatua ya mbunge wa jimbo hili uh, ameanza mapema kabisa kusikiliza na kutatua changamoto uh, za wananchi wake. Hii hali wewe unaionaje? Kiukweli hali naiona ni njema mm. kwa sababu huko mwanzo watukuwa na mambo kama haya, tulikuwa tunanungunika mtaani, tunanungunika mtaani, tunasema kero zetu mtaani, lakini sasa hivi suluhisho limeshapatikanika la la kero, kwa kwamba ukiwa na kero unakuja hapa ofisini. Hata kama akiwa yupo ana makatibu wake, unafika unamweleza katibu, basi katibu yeye anamfikishia husika. Lakini sasa hivi mheshimiwa kapata muda, yuko hapa na amekuja anasikiza kero za watu. Asante lakini pia a hapa wamejitokeza watu wengi ikiwa ni kusikilizwa kero zao na changamoto zao, na umesema kwamba awali hili jambo halikuwepo, lakini leo hii wewe unajisikia fahari kuona mbunge anawasikiliza kero zenu. Neno lako moja kwa mbunge Yohana eh, Msita. Ukweli mitano tena, yani utekelezaji tena, kwa sababu nachomaanisha mwanzo huko ilikuwa hakuna. Hata mimi zamani nilikuwa na kero lakini si, si mpaka kuzipeleka kero wapi. Tulikuwa nasubiria kwenye mikutano ya hadhara lakini, sasa hivi tunataka tumalize. Hata kama tukienda kwenye mikutano ya hadhara, kelo zinakuwa hamna, kwa sababu ile kelo unataka kupeleka kwenye mkutano wa hadhara tayari umeshaifikisha kwa mheshimiwa. Kikweli nashukuru sana, na aendelee kuwa na moyo huo. Asante sana, nashukuru sana aendelee kuwa na moyo huu wa kujitolea na sisi tuko nyuma yake. Asante sana, asante. Okay. Na hapa uh, nipo na mkazi wa jimbo hili la Itigi <coughs> atajitambulisha jina lake na kisha tutaendelea uh, shikamoo Habari za asubuhi. Ha, salama kabisa. Uh, karibu. Asante. Mimi kwa majina yangu naitwa Robson Mlangida mm. E, ni mwenyekiti wa kijiji kimojawapo katika maeneo haya a mm. kijiji cha Songa Mbele mm. tuko hapa kwa ajili ya kuonana na mbunge wetu na, na ametutangazia aje atusikilize kero zetu, kwa hiyo tupo kwa ajili ya kumpa yale ambayo yanatusibu pengine Asante. hatua ya mbunge wa jimbo hili uh, Yohana Msita ya kuwasikiliza wananchi wake uh, uh, na kutatua kero zao, wewe unaichukuliaje? Binafsi, toka nimekuwa kijana hadi na umri huu mm, tumeona wabunge wengi wamepita, na kama unavyoiona ofisi hii imejengwa na muda sasa, na ilikuwa imefungwa kimsingi. Imefunguliwa baada ya kuchaguliwa Yohana Msita, kwa hiyo tunaona ni bunge wa kipekee kabisa na ni chaguo sahihi kwa wananchi wa jimbo la Itigi. Labda tuambie kwa nini wewe umeamua kufika hapa wewe pamoja na wananchi kutoka katika kijiji chako, labda nini kilichokuvutia zaidi? E, kwanza kimsingi nimetaka nije nionane naye kwa sababu toka tumemchagua tujaonana naye kwa tumevutiwa kwanza kuonana naye, lakini kingine ambacho kimetuvuta zaidi ni pale ambapo maoni yetu sisi wananchi ni kwamba tunataka kusikilizwa kero zetu na zipate ufumbuzi mapema. Kwa hiyo tumekuja ili kuleta kero zetu na zipate kusikilizwa mapema ili tuendelee na maisha yetu. Uh, labda mbunge Yohana Msita uh, wakati wa kampeni zake aliwahidi wananchi wa jimbo la Itigi kwamba yeye atakuwa ni mbunge wa wananchi, mbunge anayeishi na wananchi, mbunge anayechukua kero zao na changamoto zao, kisha kuziwasilisha bungeni na serikali kuzifanyia uh, uh, uh, kuzijibu na pia kuwaletea maendeleo. Kwa kuhitimisha, nini, ni neno lako moja kwa mbunge huyu? Mimi binafsi kwanza nataka niendelee kumtia moyo kwanza kabisa kwa ufanisi wake wa kazi. Tumeona mambo mapya kabisa toka amekuwa mbunge na kama alivyotuahidi tumeanza kuona utekelezaji wake. Kwanza nakumbuka ahadi yake kabisa ya kwanza, alisema akiwa mbunge atajitahidi, atachukua watoto kumi na tatu katika kila kata, kata ambazo ziko kwenye jimbo lake na atawasomesha, na tumeanza kuona hivyo. Na alisema atakuwa karibu na wananchi, na pia tumeanza kuona kwamba yuko karibu na wananchi, yuko hapa kwa ajili ya kusikiliza wananchi na ametuahidi atatusikiliza hata kama atatu siku, tunawona, ni saa tatu usiku, kimradi wananchi wote waishe. Kwa hiyo tunaona ni chaguo sahihi kabisa, na mimi binafsi kama mwenyekiti wake naendelea kumuunga mkono vya kutosha kwa sababu niko kwenye jimbo lake, na tunaahidi kabisa kwamba kwa nafasi zake ambazo ataendelea kuzihitaji huko mbele, sisi tuko pamoja naye, na kiukweli tumemshiba na hana shida kabisa, mioyo yetu imetulia na tunaamini ataenda kutufanyia vizuri. Shukrani sana na asante. Asante Mungu akubariki sana mwandishi asante. Naam, na, mfuatiliaji wa SNAD TV, ikiwa bado niko hapa katika ofisi ya mbunge wa jimbo la Itigi, Yohana Msita. Hapa nipo na mwananchi aliyekuja uh, kwa ajili ya kusikilizwa kero ama changamoto yake na mbunge wake aliyemchagua. Karibu, utajitambulisha jina lako. Uh, habari yako? Salama tu kwema. Kwema, unaitwa nani? Naitwa Sada Misingo Ngite. Sada, hebu tuambie leo hii umekuja katika ofisi ya mbunge baada ya kuona tangazo kwamba leo atasikiliza na kutatua changamoto. a, labda ni kipi ambacho kimekuvutia zaidi kutoka kwa mbunge wako Yohana Msita? Nashukuru, nimevutiwa na ukarimu wake kwa kweli, anaonyesha ni ukarimu, kutuita na kutusikiliza ni jambo moja la faraja sana kama sisi wananchi tuliempa kura zetu kwa uaminifu. a, labda neno lako moja kwa mbunge huyu Ninaomba sivunje uaminifu kama alivyoanza, basi aendelee hivyo hivyo, na sisi tutamuunga mkono kwa kila atakachokuwa natufanyia. Asante sana na karibu. Asante, okay. Naam, mfuatiliaji wa Snada TV, hapa bado nipo katika ofisi ya mbunge, lakini pia wananchi wamekusanyika na kusihi enda kufuatilia Snada TV, ili uweze kujionea yale ya moyoni wanayo yasema kuhusiana na mbunge wao, karibu. Naam, mfuatiliaji wa Snada TV, nikiwa bado niko hapa katika ofisi za mbunge wa jimbo hili hapa. Hawa ni wananchi unaowaona, nitafanya nao mahojiano kisha watatuambia kuhusu hatua ya mbunge Yohana Msita Aa, ya kuwasikiliza wananchi wake na kisha kuchukua changamoto na kuzitatua. Nitafanya ni mahojiano na watu uh, wananchi kadha wa kadha kisha watatuambia. Shikamoo mzee. Marhaba. Salama, umeamkaje? Hajambo kabisa. Heri ya mwaka mpya. Na kwako pia. Okay, asante. Leo hii upo hapo katika ofisi ya mbunge wa jimbo hili la Itigi Yohana Msita, labda nini kilichokuvutia zaidi mpaka umefika hapa? Karibu Amina. Nashukuru kwa sababu ametoa matangazo kwenye eneo letu Naamu. Na kwamba tuje tushiriki kutoa, kutoa, kutoa matatizo yetu ili aweze changanolia zo tatizo tulizonazo okay. Kwa hiyo nimeona ni jema mm, ndio maana nimeweza kuhudhuria mahali hapa mm, ili niweze kutoa kero zangu pia. Asante hatua ya mbunge Yohana Msita ya kuwasikiliza wananchi wake kero zake. Aa, hii ni kutokana na ahadi zake alizozitoa wakati akiwania nafasi hii ya ubunge katika jimbo hili la Itigi. Wewe una yapi kumwambia mbunge huyu Yohana Msita? Aa, kwa kweli nashukuru sana kwa nafasi hii maana amekuwa kipekee tofauti na wabunge wengine wote waliopita, na sisi tumeona kwamba kwa kweli ni moja ya kutimiza ahadi zake tulizosema kwamba nitasikiliza kelo za wananchi na nitazipeleka mahali kunako husika na pia zenye uwezekano wa kutatulika zitatulika. Hilo nimeona kwamba ni jema kwa kweli kwa sisi wananchi amechukua hatua hiyo. Asante sana na karibu tena. Uh, hapa mfuatiliaji wa Snadareal TV, uh, niko na mzee wa jimbo hili la uh, Itigi. Hata tuambia tangu uh, enzi hizo yupo hapa. Uh, hatua hii ya mbunge kusikiliza na kutatua changamoto za wananchi wake ni uh, mara yake ya ngapi kuiona? Uh, shikamo mzee. Marhaba. Jambo. Si jambo. Habari ya kuamka? Nzuri, heri ya mwaka mpya. Tunashukuru. Eh bwana unaendeleaje? niko salama kabisa. Hongera sana kwa kufika katika ofisi za mbunge wa jimbo hili la Itigi. Hongera sana ninashukuru sana. Naam, kwa jina unaitwa nani? Naitwa Mchungaji Charles Msungi. Naam, mchungaji basi nimeshukuru kwa ajili ya kuja kumwona mheshimiwa kupatana matangazo aliyotangaza. Naam, tutoe hoja zetu. Naamu, na kwa yale ambayo tunayo tunataka kumpongeza kwa kazi njema aliyoifanya. Okay. mchungaji Pongera sana Aa, kitendo chako cha kujitokeza hapa ili umwambie mbunge yale ambayo yanakusibu ama yanakukabili hatua hii wewe unaionaje Mimi nimeona ni nzuri kwa sababu haijatokea maana mpaka sasa kwa kuwa wamesema ma hivi maana mm. kila mmoja anakuja kutoa shida yake Naam. asante sana asante umezungumza kwamba haijawahi kutokea unamaanisha nini kwamba haijawahi kutokea? haijatokea ha, tangu tuanze na wabunge ninaweza kusema kwamba ni namba moja mm. kukusanya watu kama, kama leo Okay, asante sana. Labda baba mchungaji, tuambie sasa, uh, hatua hii ya mbunge kusikiliza changamoto za wananchi uh, bado mapema sana tangu ameingia bungeni, labda neno lako moja kwa wananchi uh, wa jimbo hili ni lipi? Neno langu kwanza kubwa sana ni kumpongeza na kumshukuru kwa sababu ana msimamo unaonekana ni mzuri. Okay, asante sana na shukrani sana mfuatiliaji, um, wa Sanada TV. Unamjua chifu wa eneo hili chifu Ngobezi? Unamfahamu? Leo hii yupo hapa katika ofisi za mbunge wa jimbo hili, na yeye bila shaka ameungana na wananchi kwa ajili ya kuzungumza na mbunge, lakini pia kumweleza changamoto ama kero mbalimbali. Atajitambulisha jina lake, lakini kisha tutaendelea. Chifu, shikamo. Marhaba. Salama kwema? Salama kabisa kabisa. Heri ya mwaka mpya, bila shaka wewe umejitokeza umeungana na wananchi wa jimbo hili uh, kwa ajili ya kumletea changamoto mbalimbali mbali, mbunge wa jimbo hili, jitambulishe jina lako ili wananchi waweze kufahamu. E, mimi naitwa Ngobezi hivyo mbele, naam. Nakaa hapa Itigi, naam, nikiwa chifu hapa Itigi, naam. Basi kwa siku ya leo tunaitwa na mbunge hapa, naam, mbunge wa kwanza <laughs> wa kuona, naam, kutuita naam, kuja kutoa kero zetu, naam basi ndio hapa eye, kwenda tukamwone tutoe <laughs> kero sawa. Asante sana. ukiwa kama chifu wa eneo hili mm. bila shaka eneo hili ni tulivu, lina amani, upendo, umoja na mshikamano, na wananchi wanafanya kazi kwa kujituma, ukizingatia huu ni msimu wa kilimo, lakini hatua ya mbunge huyu kuwaita kupitia matangazo mbalimbali kwamba wenye changamoto mbalimbali mbali waje mm. aweze kuwasikiliza na kutatua changamoto zao, hii uh, kwako wewe unaionaje? Hii kwa kweli tunashukuru sana mm. Hii ndio ni mara ya kwanza mm. katika wabunge wote waliotokea mm. kuja tukaitwa. mm. kwa kweli inaleta ina, ina faraja sa kubwa sana Naam. Tunashukuru sana mbunge huyu anapotekeleza ahadi yake ya kukaa na wananchi wake karibu mm. kwa upendo pia kuwasikiliza na kutatua changamoto zake. Hebu sema neno moja kwa mbunge huyu. Mbunge huyo kwa kweli, kwanza ni mzaliwa hapa it, Doroto Naam kakulia hapa Doroto hmm. akasomea na Doroto Naam. kwa <laughs> kweli tuna faraja okay. kubwa sana sawa. Hivi kwanza tunaona kama na cheo hna kumwona, tuna furaha sana furaha kubwa Naam. basi tashukuru hmm. okay. na watu wachina wengine okay, wa, watoe maoni. Shukran sana Naam, mfuatiliaji wa Snada TV, wananchi wa jimbo hili la Itigi wana furaha sana wakiamini kwamba yale yaliyo moyoni mwao ambao mbunge aliwaahidi kwamba, uh, wenye changamoto mbalimbali mbali wafike pia wamweleze uh, atafanyia kazi. Bila shaka, wananchi wana shauku kubwa kwamba changamoto zao sasa zimepata mfumbuzi. Hapa nipo na mwananchi atajitambulisha jina lake, lakini kisha tutaendelea na mahojiano. Mambo vipi? Poa, unaendeleaje? uh, msijambo? okay, uh, leo tunakuona umeungana na wananchi wenzako katika ofisi ya mbunge wa jimbo la Itigi Yohana Msita. E, niulize jina langu kwanza. E, jina lako nani? naitwa e, Rehani Edwin Malekera. Hongera sana. Ndio, hebu tuambie leo wewe umekuja hapa, a, lengo lako ni nini? nimekuja malengo yangu kuja hapa kwanza, e, kilichofanyika hiki hakijawahi kutokea. Naam, kwa sababu mbunge ni mwakilishi wa wananchi. naam kwa hiyo sasa hawa wote waliokusanyika hapa sio wapumbavu, sawa sawa, maana kila mtu atakuwa na kero yake ya kawaida na hii um, haijawahi kutokea Itigi, maana tunachaguaga wengine hata majengo mpaka ya, yanaisha ya, ya hapa ya, hawakaji hapa ya, ya um. Kwa hiyo safari hii tunashukuru kwamba tu jimbo limerudi kwa, kwa mzalendo e, kwa sababu sasa huyu tunamudu Mm -hmm. E, e, sasa sisi usione hivi mimi bahati nzuri so, miaka ya nyuma nilishafanya kazi ofisini tukiwa na mbunge akiwa mzee Rwangi. Mm -hmm. Sisi tukuwa tunashinda hapa, mbunge anakuja sia shida, shida. lakini kuna miaka kadhaa kumi hapa mm -hmm. Ha, ha, imekuwa shida tu. Kwa hiyo kwa sasa mm -hmm. tunaamini kabisa mm -hmm. kwa ili analionyesha Yohana, nadhani mm -hmm. atakuwa ah, na, na mitano mingine <laughs> hivyo asante kwa sababu samahani kwa, nimalizia haijawahi kutokea hivi lundo kama hii. mm. watu wanakuja kwenye ofisi mm. toka ofisi mwenyewe mpaka inachoka. alifungua nani, bwana mmoja alikuwa na Dr. Vincent nani kone, huyu na na ma, nani nani, pinda sasa, pinda leo kijiji huko. Hajawahi kusanyisha kundi kama hili mm. eh. lakini naamini sasa mm. uh, ugonjwa umeenda kupata daktari eh bwana, eh, linalowezekana kama alivyosema chifu mm. litatatuliwa na bahati nzuri Msita, yeye sio muhumu kama aliwezekani haliwezekani mm. Nashia asante sana na uh, shukrani mm. okay. Ah, okay. naam okay. Kwa kuhitimisha, mfuatiliaji wa Snadareal TV wapo pia akina mama nao wa wamejitokeza kwa ajili ya kuleta changamoto zao na kero zao, uh, watatuambia uh, wao wana yapi ya kusema kwa mbunge wao Yohana Msita. Mama, shikamoo mama. shikamoo mama. Hey, pole sana, unaendeleaje? okay. uh, kwa kifupi labda utatuambia jina lako, naitwa nani mama? Naitwa Paula. okay. bila shaka umejitokeza siku ya leo kumletea changamoto ama kuleta kero kwa mbunge wako Yohana Msita, neno lako moja tu kwa mbunge huyu ni lipi? Mimi nashukuru kupata mbunge kama huyu, haijawahi kutokea kupata mbunge kama huyu. Okay, okay. shukrani sana mama na pamoja sana, tuko pamoja, barikiwa.